Katika kazi hizi tunazofanya ya kumtumikia Mungu tunapambana na wachawi sana, na wachawi wanajua ni ile tu kwamba saa nyingine hatuwezi kupungiana mikono, lakini tunafahamiana. Wakitokea najua huyu ni mchawi, na huyu jamaa anajua kabisa kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tuheshimiane, tuheshimiane, tuheshimiane, pita huku na pita huku rapa lakini, kuna mmoja ambaye alitumwa kwa ajili ya kutufuatilia, sitaki kutaja mikoa. Akaja kutufuatilia na kama amekaa kwenye nyumba moja ya ibada, amechukua kioo chake cha kichawi, anajaribu kutafuta picha yangu kwenye kioo cha kichawi Wakati anaangaika namna hiyo na, na teknolojia ya kwa kwake, ghafla Yesu akatokea ukutani mbele yake. Yesu akamwambia, huyo unayemuinda ni mtumishi wangu, umtafute ukaombe msamaha. Saa hiyo mimi sielewi kitu kinachoendelea. Biblia inasema mtatulia kimya wakati anawapigania. Haina maana kwamba utakuwa hufanyi kitu, lakini hutakuwa na mahangaiko moyoni, god is in control. rapa karaba shaka raba shaka. Wakati unalala usingizi wa amani, Biblia inasema nampa mpenzi wangu usingizi unapolala kwa amani usije ukafikiri vita haiko o, mkono wa Bwana na moto umekuzunguka. Sijajua kama huko kule mbinguni wanaimba kale ka wimbo tunaimbiaga watoto lala la, mtoto usiwe na hofu lala mtoto. Sijajua, lakini najua Roho Mtakatifu anakuwa, utukufu wa Bwana kukuzunguka, wakati ukuta wa moto umekuzunguka unalala kwa utulivu kabisa, unaendelea na shughuli zako, si kwa sababu vita haiko, lakini kwa sababu unamjua uliyemwamini, unamjua uliyeweka amana, kila alichoweka ndani yako kwamba atakilinda mpaka ukamilifu wa dahari. resendarabako ndarabako Jesus. Yule mchawi akatoka akauliza huyu ndugu anasali wa wapi? ak akaambiwa kwenye kanisa la Kiruteli ndokama sali. Wakampeleka kwenye kanisa lililokuwa karibu, akaanza aka kujitambulisha, hana namna ya kujificha, yuko arrested na Roho Mtakatifu. Mchungaji akamsikiliza akasema, lakini hasali hapa, ni Mruteli lakini hasali hapa, anasali wapi? nielekeze yule mchungaji akampigia mchungaji wa kwetu. Yule mchungaji wa kwetu akasikiliza akamwambia mchungaji, mpe mtu mtume kwangu. Akapelekwa kanisani, akuletwa nyumbani kwetu, akapelekwa kanisani. Alipofika kule kanisani akahojiwa, akarudia kile kile nitafutie, huyu mtu niombe msamaha. Ile mchungaji aliyekuwepo wakati huo akapiga simu kunitafuta, sipo Akampigia simu mke wangu akampata, akamweleza mke wangu, akasema mtumie ofisini. Ilikuwa ni katikati ya wiki. Mchungaji akasema mama, una uhakika? Sema, nina uhakika, we mtume tu ofisini. Kwa kawapa watu wakampeleka ofisini, wakamkuta mama na watu wengine ofisini, akajieleza, alivyoeleza mama akamwambia Mungu anachokuambia we unamfahamu? Akasemai kumwona ukimwonyesha picha hiyo, unaweza ukamwona. Kwa hiyo Mungu anachokwambia tengeneza maisha yako, tengeneza maisha yako. Wakamwambia waka piga magoti, tukuongoze sala ya toba. Akapiga magoti ukaanza kumwongoza sala ya toba. Ilipofika hatua fulani, mapepo yakalipuka. Akaanza kupinduka pinduka na viatu kutoka. Aliponyenyuka akatoka spidi, lakini <laughs> kitu nachotaka kukwambia, alieleza kwamba yeye ni mtaalamu. Mi sikujuaga huko kuna wataalamu, kwamba wenzake wakikwama ndio wanamtafuta yeye kwa hiyo alikuwa anaeleza jinsi ambavyo wengi tukienda kwenye mikoa wanamtafuta yeye, na akaeleza jinsi alivyotufuata kwenye mkoa mwingine, na akakuta tunafanya mkutano wa ndani, semina ya ndani. Akataka kuingia, ghafla akaona jengo zima linawaka moto. Sasa anasimulia yeye, jengo zima linawaka moto, sisi tuko kule ndani tunaendelea na semina, hatuoni moto lakini adui ataona ulinzi ambao Mungu amekuwekea rapaka.